Wana Blessed Singers kutokea Tanzania. Mpenzi msikilizaji, una kila sababu, una kila aina ya sababu ya kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu. Una kila aina ya sababu ya kuweza kwenda mbele za Mungu na kumwambia asante Mungu. Nilipoanza Januari tarehe moja, sikujua kwamba nitafika Disemba thelathini moja, lakini kwa sababu yako, kwa sababu ya baraka zako, kwa sababu ya neema zako, na kwa sababu ya yote yaliyo mazuri, nimefika Desemba 31. Wengi waliishia njiani, wengi wamekata tamaa, wengi wamekosa cha kufanya kabisa, lakini leo hii pia wana sababu ya kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu amewawezesha kuona siku ya leo ama, anawawezesha kuona siku ya leo na sio kuona tu, bali pia kuanza mwaka mpya elfu mbili na ishirini na sita. Hivyo basi mpenzi msikilizaji, kibao hicho cha neno asante kinakuhimiza tu eh. Eh, pata nafasi umshukuru Mwenyezi Mungu, pata nafasi umwambie Mungu mawili matatu. Kaa tu pale, kaa pale kiti chako tu kizuri, ama piga magoti yako tu vizuri, ama lala tu hata chini, umwambie Mungu, nataka niongee na wewe siku ya leo mchukue kama rafiki yako tu, mchukue kama bwana wako, mchukue kama mume wako, mchukue kama mtoto wako. Kaa tuna yeye hapo, mwangalie hivi kwa macho na umwambie Mwenyezi Mungu, leo hii nakuja mbele zako, sio kukuomba chochote kile, ila tu kusema neno asante, kwa faraja, kwa nguvu, kwa mwongozo, kwa neema zako, kwa baraka zako, na kwa kila aina ya baraka ambayo umenijalia katika maisha haya. Angekuwa ni mwanadamu labda hatungewezana, lakini kwa sababu ni Mungu, ni Mungu wa huruma, basi ni wakati wa kumwambia tu neno asante, kwa sababu amekuwa mkubwa katika maisha yetu. Na unaposema asante, unakuwa na matumaini, unaanza kuguza mbegu ya matumaini katika maisha yako ya kwamba mwaka elfu mbili na ishirini na sita utakuwa ni mwaka salama, mwaka wa baraka mwaka wa furaha mwaka wa upendo na mwaka wa neema nyingi tu. Hivyo basi, msikilizaji, una kila sababu ya kuambia mwenyezi Mungu asante, una kila sababu ya kuambia mwenyezi Mungu asante sana, nashukuru Mungu. Lakini pia una sababu ya kuambia mwenyezi Mungu nisamehe makosa yote niliyoyatenda mwaka elfu mbili na ishirini na tano ninapoingia mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Basi safari ianze upya na maisha jinsi yalivyo, kama kitabu. Mpenzi msikilizaji, basi inakuwa ni nafasi nyingine ya kufungua ukurasa wa kwanza, ukurasa mpya kabisa. Leo hii tunafungua ukurasa wa mwisho kabisa wa kitabu hiki kiitwacho mwaka elfu mbili na ishirini na tano, lakini tunapewa nafasi ya kufungua ukurasa mpya kabisa, haujaandikwa chochote isipokuwa neno tu, mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Hivyo basi tunapofungua ukurasa huo tuingie na Mwenyezi Mungu, tufungue na Mwenyezi Mungu, awe kiongozi wetu, awe wa kutuongoza sisi. Mpenzi msikilizaji, basi ndio hivyo tena. Mwenyezi Mungu atubariki tu, Mwenyezi Mungu akubariki anibariki atubariki na sisi, mwaka huu unapoisha ukianza tena Tuanze na yeye, mpenzi msikilizaji, yaani ukianza tu, tuanze na yeye ye. tu tuweze angalau na sisi kumsherehekea na sisi tuweze tu, tu kuwa karibu na yeye tuwe tu, tu wa kumsherehekea yeye, mpenzi msikilizaji, asiwe tu kutuacha tena hivyo hivyo tu, bali akatereza na pitapita pita sana. Kwa hivyo, wasikilizaji, nimekuwa maeneo ya, ya pokote nimekuwa maeneo ya Pokot na hata nimeletwa na padri mmoja wa shirika la Roho Mtakatifu. Unajua safari hiyo yote ilikuwa ya wana Spiritano ama wana shirika la Roho Mtakatifu ndio walio, eh, niambia kwamba ni lazima tuende, utembee maeneo ya kule uone mambo yanakuwa kuaje. Kwa hivyo, kwa udhamini wao, kwa udhamini wake padri, eh, Timothy Mtie, eh, Padri Felix Kilonzo Munyao eh, akiwa hapa akifanya kazi hapa Saint Mary's Mkuru na udhamini wake eh, Padri eh, John Munjuri akiwa paroko pale Sultan Hamud Saint John Saint Joseph the Waka, kama sijakosea, Saint Joseph the Waka na eh, padri eh, Leonard Mlei akiwa pale director wa wa, wa shule pale eh, director wa eh, Spirit and Technical College pale eh, Sultan Hamud na eh, padri eh, Leonard Ndambuki akiwa mfuasi mkubwa sana, kiongozi mkubwa sana kule, eh, kule maeneo ya, ya ya Kamuongo e, eh, maeneo ya Kitui na Tumai kama sijakosea, ndio walioniambia ise, kijana enda utembee maeneo ya Pokote. Na hivyo basi wakanipa udhamini mkubwa tu, nimeenda kule, nimetembea nimeona mambo mengi, nimeona mission inakaaje. Na kule tulikuwa na padre Frederick Msunji, nilipatika kupata kupatana na padre Frederick Msunji wa shirika hilo hilo la Roho Mtakatifu, na nikawa na brother eh, Sebastian na brother eh, Stanislaus wa shirika hilo wa shirika la mabruda wa Joseph kule Nyeri. Ndiyo tumekuwa nao, nimetembea, nimeona mengi. Mkia nimekuja nao e, ngamia, maziwa yapo na mifupa yake ipo na mawe yakutoka kule Pokoti pia nimekuja nayo na nimebeba tu hapa. Atakayeingia studio wa kwanza basi atakuwa amepata nafasi ya kuweza kuyaona hayo mawe, kunywa hayo maziwa na kufanya mambo mengine. Lakini nitoe shukrani mwaka huu tunapomalizia, e, shukrani zangu sana kwa mapadri hawa eh, yani Padri Timothy Mutie eh, Padri Leonard Mlei, Padri Leonard Ndambuki, padri eh, John Munjuri eh, na Padri Felix e. Kilonzo Munyau walihakikisha kwamba likizo yangu aiishi ah, tu hivi hivi kwamba inakuwa ni likizo iliyonona kabisa, likizo iliyonona kabisa, likizo nono, likizo ya kuona mambo mapya. Hivyo basi wakaniweka kule nikawa nafurahia maisha kule kwingine, na